Katika utekelezaji wa miradi mbalimbali pia tumeweza kulipa madeni ya watumishi na ajira mpya yenye thamani ya shilingi milioni 420 na elfu sitini na tatu, na kununua basi la halmashauri lililoko mbele yetu lilotukusanya hapa leo lenye thamani ya shilingi milioni 178, lakini na kufunga king'amuzi cha Azam kilichogharimu shilingi milioni 3 laki 4 na 80. Basi hili litatusaidia sana kama halmashauri. Kwanza litapunguza matumizi ya mafuta na magari mengine ya halmashauri ambayo yataendelea kutekeleza kazi zingine. Mfano, muda huu hivi punde tunaanza ziara ya kamati ya mipango miji. Badala ya kuchukua magari saba, humo ndani kuna siti arobaini za kukaa, lakini kusimama pia mnaweza kusimama watu wasiopungua ishirini lakini watu arobaini wa ukichukua CMT wote na waheshimiwa madiwani wote na masi, na CC wote bado zinabaki siti. Kwa badala ya kuambatana msafara wenye magari matano mpaka saba sasa tutakuwa tunakwenda na gari aidha mbili au tatu, kwa maana gari ya mstahiki meya, gari ya mkurugenzi na, na, na, na, na, na basi. Kwa hiyo matumizi hayo ni pamoja, tulikuwa tunakodisha magari, hatutakodisha hatutakodisha tena mabasi. Nimefurahishwa sana na taarifa ambayo tumeambiwa kwamba target yetu kuweza kukusanya mapato ni bilioni saba, lakini mpaka sasa tuna bilioni tano plus na inawezekana kabisa, kabla ya mwaka wa fedha hujaisha, tarehe 30 mwezi wa sita mwaka huu, tutakuwa tumevuka lengo. Tunashukuru sana kwanza CMT yote kwa kuamua kuweza kununua basi hili. Niwaambie tu kwamba basi hili kwa katika halmashauri zote tisa ambazo tunazo hapa mkoani Mtwara naamini kabisa sisi ni wa kwanza kuwa na basi zuri. Inawezekana yapo lakini ili kuwa na basi zuri ila namna hii, mimi ni wasitu kwamba tumepata basi zuri, naomba tulitunze, tulitumie vizuri. Nitoe wito pengine kwa wakurugenzi wengine katika wilaya ninayoiongoza kwamba hii iwe ni changamoto kwao, na wao wapambane, sio kusema kwamba kwamba tuna basi Mtwara Mikindani labda kwa, ba, kwa mahusiano, lakini na wao wachacharike, wahakikishe kwamba na wao wanakuwa na vitu kama hivi, ili kuhakikisha wilaya yetu inakuwa ni wilaya kiongozi, hasa katika mambo kama haya. Hii gari itakuwa manufaa makubwa, itatuwezesha manispaa Mtwara Mikindani kufanya kazi kwa ufanisi na kwa wakati, na itapunguza gharama za kuchukua magari mengi, magari sita, magari saba, badala yake gari moja ndo itatumika itaokoa gharama kubwa, itaokoa milioni zaidi ya 60 70 kwa mwaka kwa mwaka. Wito wangu kwa wafanyakazi wengine au kwa watumishi wengine wa Manispaa ya Mtwara Mikindani watoe ushirikiano mkubwa na Hassan Nyange, ni mfano wa kuigwa kwa wafanyakazi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwanza ni mshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Mtwara Mikindani kwa kutuletea hii gari, itatunufaisha sana tulikuwa tunapitia changamoto mbalimbali za kukodi usafiri kipindi tupo kwenye harakati za miradi mbalimbali kwenye matukio ya kitaifa, lakini saa hizi hii changamoto itakuwa imeondoka. Gari ni mpya, gari na siti nyingi, ambayo itabeba watumishi wengi katika mikutano mingi. Tulikuwa tunaenda na magari mengi, msafara mkubwa, lakini sasa tutaenda na gari moja, mafuta atakuwa yamepungua, lakini pia tutaenda kwa pamoja kama timu, inajenga umoja, kwa maana ya kwamba mnapokuwa pamoja mnakuwa na lugha moja na kufahamiana na kukaa pamoja. Na kwa maana hiyo, napenda kushukuru sana tu sisiosimtii si, si, si, si, peke yake. Napenda kumshukuru mkurugenzi mtendaji, napenda kumshukuru DC pia.